Habari. Je, unafahamu sababu za upungufu wa mbegu za uzazi au nikimaanisha mbegu za kiume, au upungufu wa ubora wa mbegu za kiume? Leo nitakuelimisha virutubisho vilivyo kwenye chakula cha kila siku vinavyosaidia kuongeza uzalishaji wa mbegu za kiume au kuongeza ubora wa mbegu za kiume. Machapisho na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia 9 mpaka 15 ya wanaume duniani wanapitia changamoto hiyo, upungufu wa mbegu za kiume, na asilimia 30 mpaka 50 ya kesi za wenza wanaopitia changamoto ya ugumba wanakumbana na changamoto hiyo ya upungufu wa mbegu za kiume. Upungufu wa mbegu za kiume tunafafanua kama upungufu wa mbegu chini ya milioni 20; kwa zaidi ya hapo tunabainisha kwamba uzalishaji kwa wa mbegu za kiume unakopo sawa. Chini ya milioni 20, basi mbegu za kiume tunabainisha kwamba kuna upungufu. Kwa hiyo, sababu zinazokupelekea ni pamoja na sababu tunaziita kwa kitaalamu genetic factors, sababu za e, za jeni au za vinasaba. Hivi ni vitu ambavyo mtu anakuwa amezaliwa navyo na vinaweza vikapelekea upungufu wa uzalishaji au changamoto kwenye uzalishaji wa mbegu za kiume. Sababu ya pili ni sababu ya hormone imbalance au kutokuwa na uwiano wa hormone, hususan hii tukimaanisha hormone ya testosterone ambayo inashughulika sana na wanaume, nashughulika sana na kubalewa kwa wanaume, nashughulika sana na kuzalisha mbegu za kiume pamoja mbali mbali na mabadiliko mbalimbali ya kimaumbile na mtofautisha mwanaume na mwanamke. Sababu ya tatu ni sababu za kimazingira, ikiwemo kama mtu amewahi kuathirika na mionzi au matibabu kutumia matibabu mbalimbali mbali au dawa zinaweza kusababisha upungufu wa mbegu za kiume. Sababu ya nne ni sababu za kimtindo wa maisha, vita sigara uliokithiri au unywaji wa vilevi uliokithiri. Sababu ya tano ni pamoja na maambukizi, hususan maambukizi ya kizinaa ambayo yanaweza kupunguza uzalishaji wa mbegu za kiume na ubora wake. Kwa hiyo virutubisho vilivyomo kwenye chakula cha kila siku ni pamoja na mafuta yenye afya tunaita healthy fat, e, protini, madini chuma ya zinc, selenium, pamoja na vitamin C. Haya madini yanasaidia sana kwenye uzalishaji na pamoja na e, kuongeza ubora wa mbegu za kiume madini haya zinc unaweza ukayapata kwenye chakula kama oysters au samaki. Madini ya vitamin C unaweza ukayapata kwenye vyakula au matunda kama machungwa, maembe, mananasi na pamoja na mafuta yenye afya tunamaanisha healthy fats, tunaweza ukayapata kwenye nuts au tunasema karanga, na hii inafahamika sana kwenye jamii kwamba karanga zinaongeza sana wingi au uzalishaji wa mbegu za kiume. Vyakula vinginevyo ambavyo vina vitamini za muhimu ikiwemo vitamini kama vitamin B au folate ambazo zinahitajika sana kwenye uzalishaji wa mbegu za kiume ni pamoja na vyakula vya kijani au tukimaanisha mboga za majani. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita leafy green vegetables. Hivi ni vyakula vya kijani au mboga za majani ambazo zinasaidia kwenye kuongeza au uzalishaji wa mbegu za kiume. Vyakula vinginevyo ni pamoja na nyanya ambazo zina madini ya selenium, uh, mayai, matunda kama berries, pamoja na ndizi. Vyakula vyote hivi vina virutubisho vya muhimu sana vya kuweza kuzalisha mbegu za kiume. Ikiwa umewahi kubainishwa hapo awali kwamba una changamoto hii, aidha kwa kufanya vipimo, au umepitia changamoto ya ugumba kama mwanaume, basi karibu sana kuwasiliana nasi kupitia namba unayoiona hapo, au kupakua application yetu kwenye App Store au Google Play Store, tuweze kuzungumza na kufanya tathmini mbalimbali, tufanye uchunguzi wa kina kubaini hali hii na kuweza kupata tiba stahiki. Huenda ukawa umewahi kutumia matibabu huko mbalimbali, matibabu ya dawa au hata mabadiliko ya mtindo wa maisha pamoja na vyakula bila kuona matokeo chanya yoyote, basi karibu kwenye kliniki yetu ambayo inapatikana hapa Makumbusho stendi ya mabasi, nyuma ya Misuma Hotel. Karibu sana, na usisahau kulike na kusubscribe kuweza kupata matoleo mazuri kwa ajili ya elimu ya afya. Karibu sana.